Unakuja kudhulumu yatima, unamdhulumu mjane. Kwa majina yangu ninaitwa Alice Paskali Haule mimi ni mjane na mke wa marehemu Justice Rugaibula na pembeni yangu ni mtoto wetu wa kwanza. Aa, niko hapa kusema kinachoendelea kwenye maisha yetu. Jambo la kwanza nataka kusema kwamba hii nyumba ni ya kwetu, tulinunua mimi na mume wangu, tulinunua mwaka, tulipata taarifa hapa kuna nyumba ilikuwa inauzwa mwaka elfu mbili na saba na process zote zilienda mpaka mwaka elfu mbili na nane na tangu wakati ule nimekuwa nikiishi hapa mpaka mwaka huu mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na kumi na mbili nilipata shambulio kama nililolipata jana Niliva, walivamia hapa mimi nikiwa kwenye biashara yangu kule Kinondoni, na watoto walikuwepo nyumbani, hawa wakavamia wakakata nyaya za umeme, wakaingia huku ndani wakavunja kila kitu, wakabeba kila kitu kilichokuwepo ndani. Nilipofika hapa nilikimbilia polisi Oysterbay kwa sababu mume wangu alikuwa amesafiri kibiashara akiwa South Africa. Nilivyofika polisi Oyster Bay, nikatoa maelezo ya kile ambacho nimefanyiwa, kwa sababu kwanza, wakati nikiwa hapa hapa, zoezi lilikuwa ni la haraka sana, ningeweza hata kutupiwa nje kama walivyotaka kunitupia jana, lakini watu wakaona na majirani wakapiga simu. Kwa hiyo polisi kwa wakati ule siku ile walifika mapema sana wakali, wakazuia lile jambo. Walipofika wakauliza, kulikuwa kuna makaratasi wamekuja naye, wakadai kwamba mume wangu alikopeshana na mtu anaitwa Mohammed Mustafa Yusufali kwamba amekopeshana naye pesa taslimu milioni mia moja hamsini, na walipokopeshana akamwambia aweke bondi nyumba ili ampe hati ili atakapomlipa pesa zake, basi Mohammed atamrudishia hiyo hati. Hayo ndio maelezo ya watu waliokuja mara ya kwanza kuvamia hapa nyumbani. Kwa hiyo walipovamia hapa, na sisi tulipotoa taarifa polisi Oysterbay, mimi nikakuwa mimi ndio mshtaki pale Oysterbay, nikafungua hiyo kesi, na nilipofungua ile kesi, kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo vilikuwepo, ambazo ndio hizo mume wangu walikuwa na sefu pale juu chumbani, walibomoa hadi sefu wakachukua vyeti vyangu vya shule na vitu vingi na hizo dokumenti ambayo walikuwa wameandikishana katika siku kukopeshana. Na nilichokuja kugundua baadaye mume wangu aliporudi. Kwa sababu mimi niliendelea na ile kesi pale Oysterbay. Mume wangu aliporudi aliitwa polisi. Mimi niliambiwa akifika aripoti. Aliporipoti na yule mwenzake akaripoti. Wakaongea ikaonekana ile jambo waende wakalimalize. Kwa hiyo mimi sasa sikuendelea, ikabaki ni mume wangu na huyo Mohamed Mustafa Isufari. Baada ya muda nikawa naona kuko kimya kwamba jambo hili limeisha. Kwa hiyo mimi nikaendelea kuishi kama kawaida hapa. Mwaka 2020, nikasikia kwamba kulikuwa kuna kesi nyingine ambayo nilisikia tu sio kwamba mume wangu alikuwa ameniambia na hata kukopa sikuwa nimejulishwa chochote wala kushirikishwa. Nikasikia kwamba huyo Mohammed amefungua kesi nyingine Mwananyamala ambayo mume wangu alikwenda kule na ile kesi ikasikilizwa na ikapatikana wakaonekana kwamba watalipana, eh, kwa, inaitwa sui Settlement. Na ikaonekana wamelipana. Baada ya hapo mimi sikuwa najua kingine chochote kilichokuwa kiendelea, japokuwa mimi ile zuio mara ya kwanza mimi nilikimbilia Wizara ya Ardhi, baada ya ile ya mara ya kwanza walioondoa vitu wakachukua na mali zangu, Wizara ya Ardhi walinipa mshirikiano mkubwa sana, maana nikuwa sijui chochote Wakaniambia mama, lete vyeti vya ndoa, lete hiki na hiki na hiki na uweke caveat. Na hiyo caveat ndio ambayo iko mpaka sasa ambayo namzuia huyu bwana kuweza kuchukua nyumba. Kwa hiyo baada ya hapo mimi nimeendelea kuishi mwaka 2022 2022 na mbili 20, 20 mwezi wa tisa tarehe ishirini na tano mume wangu, tarehe kama ishirini mume wangu aliumwa ghafla na akapelekwa hospitali, ilikuwa Ijumaa. Kapimwa vipimo akawa ameishiwa damu, waka wakamhudumia pale, wakapiga ultrasound akaonekana utumbe wake utumbo umekatika katika. Kwa hiyo akaendelea kuongezewa damu. Ilipofika Jumapili jioni, wakati anamwogesha pale akatokwa povu na akafa. Baada ya mume wangu kufa, kikwani kipindi ni kigumu sana, kwa sababu sijui ninaanzia wapi na nafanya nini lakini mimi niliendelea kuwa nimebaki hapa. Mwezi wa kwanza mwaka huu nikaona nitafute watu nipangishe, angalau watoto wangu waweze kwenda shule, ni mimi nikatafuta sehemu ya kujihifadhi, lakini nikawa napata vitisho na simu mbalimbali kutoka kwa Mohamed Mustafa Yusufali akidai nyumba ni ya kwake na mme wangu alimuuzia, akasema kwamba aliuziwa hii nyumba kwa milioni mia mbili si, si, si, si, si, si, sitini na mbili aliuziwa na akasema hadi picha zako zipo, na kwa sababu mimi nina hati uwezi kuipata hii nyumba, kwa sababu mimi nikionyesha hati popote lazima wewe uondolewe. Na mimi nikasema mimi lazima nitadai haki yangu, kwa sababu mimi sijai kuzia nyumba na siku zote naishi hapa. Kwa hiyo akaenda kufata kule nilikuwa nimefungua kesi za mirathi kwa ajili ya mambo ya mirathi, akaenda kupeleka mawakili wake kule, mawakili wake wakaambiwa hii kesi mnafungua kama nyinyi mnadai mna hati na mmeipata kihalali, kwa nini msisubiri subiri, huyu mama kama atagawa vitu, halafu hii nyumba atakuwa hawezi kuuza au kuigawa? Kwa sababu inasoma hati inawasomeni nyie. Kwa hiyo waka withdraw case, mimi nilipoambiwa kutoka kule Temeke. Nikaona bora sasa nifungue mimi kesi ya kudai hati yangu, nikafungua kesi. Nimefungua kesi huyo Mohamed hajai kuonekana, lakini akawa anatuma watu anatuma watu anasema kama ninataka nyumba hii tuiuze, mimi na yetu gawani. Nikamwambia mimi nauzaje nyumba naiuzaje? Kwa sababu kama umeshabadilisha na hati na unasema uli, mume wangu ulikusainia na kila kitu, wewe ndio unaweza kuuza, mimi nauzaje eh? Wamenisumbua sana. Mwisho wa siku ndio mimi nikasema acha niende mahakamani tena, kama mimi baada ya baba kuwa amekufa eh? Ili mahakamani basi haki itendeke lakini hata mahakamani ninasema ukweli wa Mwenyezi Mungu, mimi ni Mkristo na ni mtu mzima. Hata mahakamani kiukweli, nimesumbuka sana, kwa sababu kesi ilikuwa inaenda vizuri na mawakili walikuwa wanakuja hata kutoka Wizara ya Ardhi, lakini leo mnapoenda mara hiki, mara wanabadilisha hiki, tunaambia tokeni mwende mkafanye settlement. Tukienda tuna, anatuma watu wanatuambia kwamba kama anahitaji nyumba yangu kwa sababu yeye ana hati, hakuna mtu anaweza Aka, aka nani akanisaidia chochote. Kama nahitaji nyumba yangu anaweza kuniuzia bilioni tatu, nikaambia mimi bilioni tatu naito wapi? Mimi ni mjane na watoto wanne, sina popote pakwenda, ni hapa nimeolewa, nimezaa watoto wangu hapa, ninaishi hapa, sina popote pa kwenda kupisha tu. Sa, kwa jina naitwa Hajra Mungula na nimekuja kama mwakilishi wa Mohammed Mustafa Yusuf Ali katika hili swala yeah, Mohammed amesafiri kidogo mm. Kwa sababu hizo taarifa zilipatikana jana usiku safari yeah. Kwa Mohammed ameshindwa kufika na kialisia wakili wake anamwakilisha sasa hivi, naye yuko mbali, kwa hiyo wameniomba mimi nije, kwa kuwa nalifahamu hili swala. Swala hili mimi nilikuwa namwakilisha Mohammed hapo nyuma na mpaka sasa hivi nalifahamu, nimelifanyia na kazi na mwanzo wake ni kama alivyoeleza dada Alice kwamba Mohammed alinunua, kwa maelezo ambayo tumepewa na mteja Mohammed, alinunua hii nyumba mwaka elfu mbili kumi na moja kutoka kwa marehemu Justice Rugaibula ambaye ni mume wa dada Alice. Na kwa maelezo zaidi ya Mohammed ni kwamba alipitia michakato yote ikiwemo kupata signature ama dole gumba la dada Alice na yeye anasema kwamba alikuja mwenyewe akamwekesha lile dole gumba. Kwa nyaraka ambazo tumeziona ni kwamba nyumba hii alinunua kwa shilingi milioni 262, huo mwaka. Na baada ya hapo, anasema kwamba kumekuwa na mivutano baina yake na marehemu Justice katika kufanyiwa handover ya hii nyumba, mpaka pale ambapo kuna kati Mohammed alipata matatizo, akawa yuko nje ya nchi na alivyorudi sasa ndio sisi tukaanza kulishughulikia hili swala ilikuwa kwenye mwaka 2022 2023 mimi ndo tumeanza kuwasiliana na dada Alice na kipindi ambacho tunafanya mawasiliano mimi na dada Alice tumeonana si chini ya mara tano au saba kuna kati alikuwa anakuja na mdogo wa marehemu nadhani anaitwa Deli na, Adeli, na, ka, na dada wa marehemu kwa kipindi hicho roli yangu mimi ilikuwa ni kuangalia jinsi ya kufanya usuluhishi katika swala hili, kwa sababu upande mmoja kuna mtu ambaye ka invest hela yake kwa ajili ya kununua, lakini upande mwingine kuna watu ambao bado wako ndani ya nyumba, na tulikuwa tumemshauri Mohammed kwamba huyu mama sasa hivi ni mjane na na watoto. Nimekutana na dada Alice mara ya kwanza Sitemo, nikakutana naye tena Sitemo akiwa na wakili wake anaitwa Msiga. Kikao cha mwisho tumekifanyia hapo Golden Fork ndo alichuzi hiyo sehemu akasema ni karibu na kwake. Nia ni jinsi gani tunafanya usuluhishi. Mohamed alikuwa yuko, alikuwa na mwakilishi wake. Yule mwakilishi alifikia stage akamwambia dada Alice, tupe ofa ni kiasi gani? Ukweli ni kwamba boss Mohamed na dada Alice wamekuwa wakivutana. Mohamed alikuwa yuko, alikuwa na mwakilishi wake. Yule mwakilishi alifikia stage akamwambia dada Alice, tupe offer ni kiasi gani? Ukweli ni kwamba boss Mohamed na dada Alice wamekuwa wakivutana. Dada Alice kuna kati anasema nitatoa mia hamsini unaanza kungapi? Weka mezani, tumshauri Mohammed. Mohammed naye anasema ninataka hivi. Kwa hiyo wote wawili kumekuwa na mvutano baina yao. Mimi binafsi nimeshiriki kwa asilimia mia moja katika kutafuta suluhu. Mpaka mara ya mwisho yule mwakilishi wa Mohammed akamwambia dada Alice kwamba basi, mimi ninachukua guarantee, fanya unachoweza, kama mtauza hiyo property mpe Mohammed milioni mia tano, mimi nitasaini katika on his behalf na kwamba ndio iwe mwisho. Majibu ya dada Alice, alituambia kwamba mimi na yule mwakilishi wote sio Mohammed, tukamwambia Mohammed kwa sasa hayuko, ni bora kufanya hivyo, sababu yule mwenzake Mohammed alikuwa anapaa ufatoni, ili tulimalize hili hili swala. Akatuambia kwamba what if tunataka kumpiga akamwambia kwamba Muhammad ametoa blessings zote. Baada ya hapo nilivyoendelea kuwa ni swala la mahakamani mimi sikushiriki sana. Lakini nafahamu kwamba alifungua kesi ya shauri la mirathi, akaingiza hii nyumba kama sehemu ya mirathi ambapo Muhammad na yeye akali contest hilo kwamba nyumba ukianza kufanya search hata sasa hivi ipo kwenye jina la Muhammad. Kwa nini iliwekwa kama sehemu ya mirathi? kwa hiyo kule mahakamani wakaambiwa kwamba hii ni premature, subirini pale ambapo watakapoanza kugawa. Baada ya kutoa ile kesi kule, dada Alice akaenda akafungua kesi, ndio hiyo anasema, mahakama kuu kitengo cha ardhi. Ile kesi kwa taarifa nilizopata ilikuwa inaenda sawa sawa, kilichotokea ni kwamba upande wa Mohamed wakaweka pingamizi kwenye pointi mbili. Moja, kesi imefunguliwa nje ya muda bila kuomba ruhusa kwamba miaka kumi na mbili imepita tokea hayo mauzo yafanyike. Namba mbili, registra of titles hajawa included kwenye ile kesi. Wakili wa dada Alice baada ya kuangalia zile pingamizi na akaona zina mashiko, wakaamua wenyewe, nadhani kwa kushauriana na mteja wake, kuwithdraw ile kesi Ijumaa iliyopita. Kwa hiyo, hapo nadhani mahakama ilikuwa imeenda kwa kufuata taratibu zake za kawaida ni wakili kwa kushauriana na mteja waliamua wenyewe ku withdraw ile kesi kweli, wakaitoa ile kesi mahakamani. Baada ya kuitoa ile kesi kesi mahakamani, kukawa na taarifa kwamba wanataka kufungua kesi nyingine. Ndio hapo Mohamed akatafuta watu kwa sababu title anasoma jina lake, akatafuta mabroka kuja kumtoa dada Alice, akisema kwamba mara ya kwanza alikuwa anakaa yeye mwenyewe na familia na ameshachukua jitihada za kutaka kumwona kwamba wanakaa chini wanayasoti lakini ni wao wawili walishindwa kuwa wanakubaliana katika kiwango. Sasa, ndugu zangu waandishi wa habari na wananchi mlioko hapa, kwanza nitoe eh, pole kwa Mama Alice au kwa dada yetu Alice kwa kitendo ambacho kimefanyika kwa siku ya jana. Eh, kuna mambo makubwa mawili ambayo ningependa kuyafafanua kwa haraka. La kwanza ni jambo la kesi ambayo ipo au haipo, ambalo ndani yake linahusu mama Alice kumiliki nyumba au kutomiliki nyumba. Hilo ni part number one. Lakini jambo la pili ni approach. Ni namna iliyokuja kutumika, namna sasa ya kuja kumuivict huyu mama na kumtolea vitu nje yeye au wapangaji wake aliowaweka ndani ya nyumba. Na mmoja wa mpangaji ambaye nilimwona kwenye clip alikuwa ni raia wa kigeni, na ambaye kwa lugha nyepesi eviction ile imesent mambo makubwa mawili au matatu. La kwanza imetia doa kwenye mahusiano yetu na mataifa hayo ambayo mmoja wa wapangaji anatokea, lakini jambo la pili limeonesha udhalilishaji mkubwa sana naweza nikaita ni, ni wa kijinsia ambao approach iliyokuja kutumika ilikuwa ni ya kudhalilisha. Na kwa kuwa na jeshi la polisi liko hapa, kuanzia leo hii, tarehe ya leo tunavyoisema leo, katika mkoa mzima sitaki kuja kuona kuna mtu yoyote anaitwa bouncer ambaye atakwenda kuchukua jukumu la kufanya eviction bila consultation au bila ma professional ambao ni jeshi la polisi au vyombo vya dola. Na ikitokea mahali popote watu wameziba masikio, washughulikiwe hapo hapo immediately kwa sheria kali mno ili mkoa wetu uendelee kuwa na amani kama ambavyo upo sasa. Nilishukuru sana jeshi la polisi. Jeshi la polisi kwa mkoa wa Dar es Salaam as a regional commissioner linafanya kazi kubwa sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amewezesha jeshi la polisi na majeshi yote kuwa na vifaa si tu vinavyowatosha, lakini vya kisasa na vinavyokidhi teknolojia ya sasa. Na nitoe rai kwa mtanzania yoyote anapopatwa na tatizo, tusikrem kwamba jeshi la polisi lipo kama lilivyokuwa au jeshi la polisi litasema halina gari. Unapopatwa na jambo lolote, piga simu kwa jeshi la polisi Nenda karipoti kituo cha polisi ili waweze kusaidia. Ninaamini jeshi la polisi ambalo katika mkoa wa Dar es Salaam ambako mimi ndio mkuu wa mkoa kwa sasa, hakuna mahali ambapo watashindwa ku take action. Mabounce hawa, tumepokea malalamiko, baadhi ya maeneo kunakuwa kuna vitendo vya wizi, vitendo vya ubakaji, vitendo vya udhalilishaji na vitendo, kwa kuwa sio professional. Yani, yaani ukishajaa ya, tu msuri namna hii tayari una, unaweza ukahisi kwamba unaweza kila kitu. Hiyo ni hapana, lazima ufuate taratibu za serikali yetu na taratibu za nchi yetu. Mahali hapa kisifanyike kitu kingine chochote. Mpaka sasa vyombo kwa uharaka mkubwa mno vijiridhishe haya machache ambayo yamelalamikiwa: moja, umadhubuti wa nyaraka zilizo transfer, lakini mbili, na masuala haya ya umiliki wa ujumla wake. Tukifuata sheria leo, hata tukaenda mahakamani leo, maana yake ni kwamba mwenye hati ya nyumba hii ndugu Mohammed. Si kama mnaelewa, ndugu zanguni. Kwao nihitimishe kwamba sio vizuri sana kunyang'anya mali ya watu. Watanzania, naomba hili walielewe na hasa wa Dar es Salaam. Hautapata faraja na furaha ukikaa na mali ya mtu yoyote. Unaweza ukahisi umefaidika, lakini hautakuwa na, na furaha ya moyo mpaka unaingia kabrini. Kwa hiyo nyumba hii, mama Alice na ndugu Mustafa, wote wawili ukweli, wote wawili wanaufahamu, pamoja na kwamba hapa tunahangaika ila, hawa wawili wanafahamu. Kwa hiyo hawa wawili hawa, hakuna anayeweza kuishi kwa amani hapa mpaka wanaingia kabrini, hawa wawili, hata tungesolve kwa namna gani kwao tunahitaji sana, tunahitaji busara za mioyo yao, nje kabisa na misingi ya kisheria ikiri kuhusu haya yanayozungumzwa na, na ndipo furaha ya moyo itatokea.